Ndugu zangu, tunajua kwenye phase 1 project hii zilianza chini ya Tanga Yetu kwa takriban miaka minne, tulianza preliminary stage mwaka 2019 na tuka take off 2020 mpaka 2024 na ilikuwa na miradi, tulikuwa na, na, na, na, na miradi almost 17 na miradi ile ilijikita katika swala zima la elimu. Miradi ile ilijikita katika swala zima la afya. Miradi ile ilijikita katika swala zima la kupendezesha uh, jiji. Lakini miradi ile ilijikita katika ujasiriamali. Miradi ile ilijikita katika kuwajenga watoto katika ubunifu, vijana katika ubunifu lakini miradi ile ilijikita pia katika uchumi wa blue, miradi ile ilijikita katika mambo ya kidijitali na kadhalika, na miradi ile imekuwa na tija ya moja kwa moja na tija isiyokuwa ya moja kwa moja. Ndugu zangu, hii ni fursa na fursa hii Mwenyezi Mungu amejalia, imekuwa ni fursa ya Tanzania peke lakini ikawa katika Tanzania ni fursa ya watu watano. Bado sisi kama jiji hatuandiki proposal za kutosha za kuweza kutaka mahitaji ya vijana wetu. Mfano, idara ya elimu haijaandika proposal za kutosha kuweza kufulfill desire and demand which is needed in our primary school, secondary school, and so so. Kwa hiyo niwaambie idara yali, mu, akutosha, ambazo, hitu, ilo, ni ya elimu muandike propozo za kutosha ambazo wenzetu wa Tanga yetu wataweza kuzifanya kazi. Kwa hiyo ni afya na kuendeleza afya kwa chakula na ustawi wa watoto na vijana wa, na na Tanga. Awamu ya kwanza mradi wa Tanga yetu tulianza mwaka elfu mbili na kumi na tisa na tukaifunga mwaka juzi Desemba elfu mbili na ishirini na tatu na katika kipindi kile tuliweza kutekeleza miradi 20 ishirini ambayo kwa ndani yake kulikuwa kuna miradi kama miradi, lakini kulikuwa kuna tafiti mbalimbali ambazo tulikuwa tumezifanya. Kwa jumla ilikuwa ni ishirini, na sasa tunaanza awamu ya pili ambao tunategemea awamu ya pili tutakwenda mpaka 2027 na tutakapopata fani nyingine kwa ajili ya kufanya kwa miaka mingine, lakini kwa awamu hii inaenda mpaka mwaka 2027, na awamu hii tuna kipaumbele moja, kati ya kipaumbele tunachukua kipaumbele tulikuwa nazo awamu ya kwanza, lakini tunaona kwa mwa zaidi ni kuweza kuwa na wigo mkubwa na kufikia watu wengi zaidi. Kwa, kwa sasa hivi tuna kipaumbele cha elimu na cha uchumi ambapo tunalenga kuwasaidia vijana a uchumi, lakini tuna kama mnavyofahamu sasa hivi tuna ile tatizo kubwa la mazingira limekuja, na ukizingatia Tanga yetu ni mradi mkubwa kwao, tumeona pia tuwe na hiyo component kwa ajili ya mazingira, environmental sustainability component ambao ndio tutaiendea kwenye awamu ya pili lakini kama unavyofahamu fahamu, lengo letu pia ni kuwaweka vijana pamoja, pamoja na watoto, lakini pia familia zao tusiwasahau. Kwa hiyo tuna kipengele cha social community, lengo lake kuweza kuhamisha ile area au ile chachu ya ushiriki wa vijana katika mambo mbalimbali ya kimaendeleo, lakini pia kuweza wao wenyewe kujisemea na kuweza kuia <coughs> tunapoanza kwanza rai tunakuwa eh, tunaongea sana nadharia, lakini katikati mambo yanakuja kuchanganya na pesa na inaanza kuonekana. Katika hizi awamu za kwanza vijana watapatiwa mafunzo, lakini katikati watu kipindi hicho cha mafunzo wanakimbia. Tunaongea katikati mambo mazuri nwaziri vijana wa Tanga wa kwambazinapesa aweze kushiriki kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili kusudi tuweze kuiduka wote kwa pamoja na kuweza kuambazo waliouja na familia zetu, pia tuweze kuepusha hali ya utegemezi. Teaching mtegemezi at the right level ni mradi unaolenga wale wanafunzi walio miss out, waliokosa kufahamu kuandika na kusoma na kuhesabu katika ngazi ya msingi kabisa na ngazi ya msingi sisi tunaita ni kuelewa katika ngazi ya darasa la pili. Kuna wanafunzi wamekaa shule hadi miaka sita aro inne, lakini wanakuwa hawana uelewa kabisa darasani. Sasa tunaingia kwa kufundisha wale watoto kwa mbinu ambayo kawaida ilikuwa sio zile mbinu zilizozozea Una kuwafundisha kwa kutumia mchezo, una kuwafundisha kutumia nyimbo, unafundisha kwa, kwa, nimbo, mpaka sarakasi watoto wanacheza na kadhalika. Tunawasaidia wale wana wale wanafunzi kwa kipindi cha siku sitini wanaweza kupata, ni program ambayo wengi walishangaa kwa wkaiambayo wangwalishangawaniambaco zika Kupitia mradi huu tunalenga kufikia vijana mia mbili ambao watanufaika kupitia shughuli za uegeshaji wa wataka hasa katika mannuli. kuwafikia vijana hao mia mbili, tunakusudia kujenga vituo huduma vya taka benki, ambavyo kwa lugha ya Kiingereza ni community waste banks. Kupitia hivi vituo vya taka benki, wanajamii wataweza kuleta taka zao ambazo zimetengwa, na wakileta kwenye hivi vituo watapokea fedha au bidhaa ya nyumbani kwa ajili ya mabadilishano ya hiyo taka na hicho kifaa cha nyumbani. Baada ya hapo, vilevile tunakusudia kujenga kituo cha uchakataji wa taka, kwa Kiingereza ni material recovery facility, ambapo kwenye hichi kituo tunaongeza thamani kwenye zile taka ambazo zimekusanywa kutoka kwenye taka benki. Kwa hiyo taka kisha kusanywa kutoka taka benki zitaenda moja kwa moja kwenye hii ya uh, fasility ambapo kutafanyika mchakato wa kuziongeza thamani kupitia mashine mbalimbali. Kwanza uh, uh, mwaka 2023 tulifanya pilot hapa jijini Tanga ambapo tulifanikiwa kusajili uh, kurataka takriban mia nne kwa mfumo wa kidijitali. Kwa hiyo katika utekelezaji wa, wa, wa mradi huu moja kwa moja vile vile, tunakusikia hawa ambao ni wakotaka kwa mitaani, wao vilevile ni wanufaika. Kwa hiyo kuna vigezo ambavyo tutakuepo kuangalia ni vijana gani ambao wanakolataka mitaani ambao wanaweza kaingia moja kwa moja kwenye kwenye mradi phase 2 wenye baada ya kufanikiwa kufanya mradi ule kwenye production, tumegundua kwamba wakulima wetu wana changamoto ya bei kuzingatia, kwa sababu bidhaa zote hizi ambazo zinazalishwa kwenye chuma blu soko lake kubwa linategemea nchi za Asia na nchi za Ulaya. Sasa ukuzingatia hilo kwenye desturi ni kwamba tunafikiria kujiegemeza zaidi kwenye market access kwa hawa vijana ambao tunaenda kufanyia. Kwa hivyo kwenye mradi huu tutaanzisha senta ya protesi ya simu ambayo nini, waandishi habari tumeshahidi kwamba kwa Tanzania sasa hivi kuna, kuna soko kubwa la ndani la unga wa mwani, lakini na bidhaa za mwani lakini sasa kwa kuzingatia hilo ni kwamba tunataka kufanya kwa, kwa ubora, na hawa vijana mara nyingi sana wamekuwa wakifanya kazi kwa vikundi e, na sisi tunacho kizingatia io mandaji huu ni kwamba tunaenda kuboreshea uwezo wa vikundi viweze kuwa kampuni ili waweze kunufaika e, na zile kazi ambazo wanafanya kwa hiyo kwa component za huu mradi maanake, tutaenda ku process mwani lakini vile vile tutaongezea thamani ya gari letu la Tanga ambao tuna ia Tanga, lakini vile vile pia tuta na mradi wa kunenepesha kaa kwa vijana. Hali kadhalika kuna mradi mpya kwenye uchumi wa bluu ambao ni kufuga lobster baharini na mradi huu utaendana na uhifadhi wa mazingira. Mara nyingi sana shughuli za uchumi wa bluu zinazingatia sana uhifadhi wa bahari. Kwa hiyo ili kijana aweze kunufaika na hizi fursa za kiuchumi za kibahari, vile vile anatakiwa kuhifadhi